Sababu magonjwa yana vyanzo vyake sawa, okay. Na ziko sababu ambazo zinapelekea magonjwa ambazo ukiziepuka wewe hauwezi kuumwa kabisa. Kabisa, kabisa. Kwa sababu zinazopelekea magonjwa mengi sana kwa watu, eh. Watu wengi siku hizi mili yao ni jangwa. Mili yao ni jangwa. Watu wengi mili, okay, yao ni jangwa kwa sababu mwili wa binadamu, mm. Asilimia, nianze na ubongo, ndio asilimia 85 ya ubongo wako ni maji. Asilimia themanini na tano ya ubongo ni maji, maji. Asilimia tisini na nne ya damu yako ni maji. Sawa. Na asilimia zaidi ya sabini ya mwili wako ni maji. Sasa sisi mili yetu imeumbwa na udongo. Eh. Asilimia zaidi ya sabini ya mwili ni maji? ni maji. Sasa sisi mili yetu imeumbwa na udongo. Kama ambavyo udongo au ardhi ikikosa maji, mm. inakuwa haipendezi, inakuwa jangwa, ndivyo na mwili wako ukikosa maji, pia na mwili wako unakuwa jangwa. Okay. Kwa sababu watu wengi sana wa mijini ambao wanafanya kazi ofisini wanakuwa vivu wa kunywa maji. Kwa sababu wanajua kunywa maji atakojua sana kwa hiyo wanakuwa hawanywi maji ili wasisumbuke kwenda kukojoa. Chanzo ambacho mwili wao unakosa maji. Kumbuka wewe damu yako, nimesema asilimia tisini na nne ya damu yako ni maji. Maji, yes. Sasa damu yako ndani ya mwili inasafirisha oksijeni, inasafirisha virutubisho. Sasa ubora wa damu yako unategemea na maji unayokunywa. Kama yeah, wewe haunywi maji kwa kuogopa si utakojoa mara nyingi sana. mm. Na maana unaofanya mwili wako ushindwe kufanya kazi yake vizuri. Sasa hivi tuna ugonjwa wa presha. Ugonjwa wa presha asilimia kubwa unasababishwa na watu wengi kutokunywa maji kati ya sababu zinazosababisha ugonjwa huu kuongezeka, watu wanakuwa vivu wa kunywa maji okay. Kwa hiyo haya magonjwa yote ukiangalia, nihitaji labda sababu ambazo zinasababisha magonjwa haya, sasa mm. Sawa, halafu na namna ya kuweza kuepuka okay. Naam. Sawa. Sasa kwenye vyanzo au sababu za magonjwa. Mm, tuonane huku daktari, eh? Okay, ili nikupate vizuri, eh? Watu wenye miaka kuanzia 30 na kuendelea. Ndiyo. usiku wanatakiwa wale nyanya mbichi tu. <laughs> na, <laughs> na, <laughs> na, na juisi ya pilipili, kicha. Pilipili? Kabisa, kabisa. Na afya. Watu 30. 30 usiku, mandazi sio wali, hapana, wale nyanya mbichi <laughs> ya pilipili kicha. Nyanya hii. <laughs> na madini ya potashia mengi sana. Okay. Lakini pia nyanya hii ina vitamin E ya kutosha. Yaani, mm. ina madini ya potashia ya kutosha. Sio hilo tu, hii nyanya ina vitamin E ya kutosha ambayo hii vitamin E ni nzuri sana, na hii potashia kwenye kushusha shinikizo la damu. Yaani, kuweka sawa kiwango cha pressure. Lakini nyanya hii imeonyesha ufanisi mkubwa sana kwenye kuondoa sumu ndani ya mwili nyanya, nyanya nyanya. Hiyo, lakini nyanya ina lycopene like ambayo hii ndo ifanya nyanya iwe nyekundu sawa, hii kemikali ndo ifanya nyanya iwe nyekundu. Nyekundu ambayo hii kemikali imeonyesha uwezo mkubwa sana wa kuondoa rehemu mbaya ndani ya mwili, ambazo hizi rehemu ndo zimekuwa sababu kubwa ya magonjwa yasiyokuambukiza. Kwa hiyo enapo usiku utakuwa unakula nyanya mbichi. Halafu na juisi kidogo ya pilipili itakusaidia uwe na afya njema, uwezi kupata magonjwa haya mengi sana. Unachukua ta mbili au tatu, unaweza kuchanganya na karoti yes. Kaweka tena na kabichi, ukatengeneza juisi, ukapata juisi moja fresh kabisa. Okay. Utakusaidia uwe na afya njema na uepuke magonjwa mengi usiku huo. Sasa usiku huo, aha, kwanzia kwa hiyo <laughs> kwa swala la la, la kunywa juisi ni swala ambalo mtu anabidi anywe juisi, juisi yoyote au yenye pilipili. Sasa hapa tunaangalia faida, yeah. Na hizi juisi hautaki kuweka sukari kwa sababu kuweka sukari utapunguza ubora wa hiyo juisi, okay. Inaweza kani changamoto kwako kwenye kwenye swala zima la afya, kwa sababu vitu vya viwandani hivi vidogo nitakuwa viongelea hapo mbele vimekuwa changamoto sana kwa watu vitu vya vya viwandani. Yes, yes, kabisa kabisa. Na watu wengi kitu ambacho una vitu ambavyo watu wengi sana wanavifanya ndiyo? Lakini wanakuwa hawajui eh. Sasa naona kwa mfano wewe unafanya kazi hapa yes. Kukaa kwenye kiti mm. Kunasababisha upungufu wa nguvu za kiume kabisa. Kukaa kwenye, e, kwenye kwenye viti <laughs> unasababisha upungufu wa nguvu za kiume. Okay. kwa sababu unapokula chakula mm. kile chakula uzalisha nguvu au calories niseme mm. ambayo hii calories unabidi uitumie kwa kushughulika. Sasa kama wewe unakaa una, una, una sehemu moja kwenye kiti ile calories inakuwa, inakuwa haitumii na ndio maana watu ambao wanafanya kazi za kukaa ofisini kama nyinyi hapa, inatakiwa kila baada ya saa moja uruke angalau kichurachura. Hii ni kwa afya like njema kabisa kwa sababu na sio hilo tu, mimi najua eh, hapa hapa, wengi wenu wakati mnakuja kazini hapa eh, mlipanda mlipanda magari. Sio kitu sio so, kitu kizuri kwenda kazini na magari. Unapokuja kazini nataka eh, mje kwa miguu alafu bila kuvaa viatu kabisa. Daktari bwana, acha kabisa. Nakupa nakupa faida, fanyie hivyo, nakupa faida kwanza kama daktari yani faida. <laughs> faida ziko wazi. Kwanza daktari, naomba nikuulize kitu kimoja. Kwa hiyo hivi unavyozungumza uh, ni by profession kabisa Ndivyo ulivyofundishwa darasani mwanasayansi? Hii ni sayansi, unajua tafiti, unajua uzuri. Sisi wanasayansi eh, wakatubishani kwenye comment, ndio tunabishana maabara yako ni unapotembea kwenye ardhi bila kuvaa viatu unasaidia ule umeme kuondoka, yani mm -hmm. Unapokanyaga ardhi bila kuvaa viatu unaondoa yale masalia ya umeme ndani ya mwili wako. Yeah. Na ndio maana mtu yeyote ambaye anaumwa ugonjwa moyo ajichunguze lini lini ametembea bila, bila kuvaa viatu. Kwa hiyo mara nyingi unatakiwa utembee bila viatu, utembee, yani unatakiwa utembee bila kuvaa viatu angalau saa moja au nusu saa no. Kama uwezavyo, sababu mtu anakuja asubuhi kala zake suti safi amependeza kachomekea nini peku viatu kwa kwenye begi kabisa. Yani kama wale ambao wanafanya kazi ofisini ni vizuri zaidi kutembea kwa miguu alafu bila kuvaa viatu itakusaidia uwe na afya njema na uepuke magonjwa mengi sana ya moyo. Yani mtu anayeumwa ugonjwa wa moyo ukiangalia simia kubwa utagundua huyu mtu hawaga anatembea hawaga anakana viatu kwa muda mrefu. Ndio maana tunashauri spende kuvaa viatu muda mrefu, jitahidi kutembea bila kuvaa viatu ili uweze kusaidia ule umeme ambao mwili hauhitaji. Ndio maana kwenye nchi ambazo zimeendelea kwa mfano wazungu wao unaona mara nyingi sana wanatembea bichi bila kuvaa viatu ni kwamba wanafahamu kwamba kuna faida nyingi sana za kiafya ambazo mtu anazipata anapokuwa anatembea bila kuvaa viatu. E bana tuko na Daktari Grayson. Daktari Grayson anasema yeye ni mwanasayansi ambaye amefanya tafiti za vitu mbalimbali mbali mbali ambavyo vinaweza vikamfanya mwanadamu aweze kuishi bila kukutana na magonjwa, na hapa alikuwa anazungumzia watu wa ofisini kwamba bwana sisi tunakuja ofisini ofisini. E, kwa wanaume unatakiwa usikae muda mrefu kwenye kiti lakini kwa watu wote kwa jinsia zote tunapaswa tupate dakika kadhaa kwa ajili ya kutembea bila viatu, yani mm -hmm, peku yani kut, sio tu utembee tembea peku ukiwa ujavaa viatu vyovyote, ili ukiwa unaenda kazini sio lazima ukiwa kazini sio lazima ukiwa unaenda kazini, yani pata tu muda wa kutembea wa kutembea bila viatu ili kupunguza uh, ule umeme wa ziada. Anasema kwamba kwenye moyo wa mwanadamu kuna umeme ambao unaoperate kazi ya moyo, lakini yote kwa yote.